Kuna muda unaingia kwenye mahusiano, na hii mara nyingi ni pale mwanzoni, pale kabla hamjazoeana, unahisi kana kwamba wewe tu peke yako ndio unayependwa hapa duniani. Hauwezi kula bila kumsubiria mwenzako, ukiamka tu unamtafuta mwenzako. Halafu ghafla sasa, kadri muda unavyozidi kwenda, unaona sasa mtu anaanza kubadilika, unaiona ile sura yake halisi, tabia zake zinaanza kujidhihirisha sasa kwako. Ni namna gani unaweza ukaishi na mwenzako hii hali ya kupendana mapendo ya juu kabisa, mkawa mnaishi kwa amani, kwa furaha na utulivu, kila mtu anaepuka kumkwaza mwenzake, mnaishi kwa kufurahishana, kwa amani na upendo kabisa, siku zote, miaka yote. Hili linawezekanaje? Nitajiegemeza zaidi leo hapo, niseme, mwanamke ni professional trouble maker. Siku zote atakupima, siku zote atakutest kuona kwamba, je, una fit kwenye viatu vya kuwa baba wa watoto wake una mudu unaweza kusimama kama mume wake, siku zote atakutest, siku zote atakupima. Sasa usipokuwa makini, ni kwamba kuna siku utakutana na binti ambaye, kabisa kiuhalisia, ni kwamba anafiti sana kuwa mama wa watoto wako, kuwa mke wako, alafu utaweza ukampoteza kama utashindwa tu kujua uishi naye vipi huyo huyo ambaye anafiti kuwa mama wa watoto wako wife material mwenye tabia njema kabisa, ukishindwa kuishi naye, ukishindwa kujua jinsi gani, mbinu gani za kutumia kwenye kuishi naye, utashindwa kumcontrol. Alafu ukishamshindwa kumcontrol, ataondoka, wataenda kummiliki wenzako ambao pengine hawana pesa kama wewe, lakini wanajua tu jinsi gani ya kuishi na mtu wakabakia, bado wameilinda ile heshima miaka na miaka. Kimsingi mwanamke hata iweje, hata akupendeje hata umpendeje hata uweje na pesa, atakupima shida itaanzia hapo. Kwa hiyo matokeo yake sasa ataanza kukupima, kukupima, akihisi sasa anakumudu, akishaanza kuhisi sasa wewe ni wa kwake, akishaanza kuhisi kwamba hakuna competition, akianza kufili hiyo comfortability, hapo huyo sio wa kwako tena. Sasa unawezaje kuhakikisha kwamba hahisi comfortable, hawi comfortable na wewe, hahisi amekuzoea, hahisi kwamba anakumudu muda wote anahisi kuna competition, muda wote anahisi kwamba there is something to prove, muda wote anahisi insecure. Sio kwa lengo la kumtesa na kumnyanyasa, hapana, ni ili uweze kudumu naye, kwa sababu haijalishi ni mzuri kiasi gani, ukishindwa kumcontrol, the moment umepoteza control over yeye, she is not yours, huyo sio wako tena, ataondoka. Watakwenda kumiliki watu pengine uliowazidi hata pesa, elimu, nguvu na vyovyote vile. Kwa nini? Kwa sababu hicho ndicho alichokuzidi. Umeshaona eh? Sasa nimalize tu kwa kusema kwamba jambo ni moja tu. Hakikisha siku zote na kamwe haumwambii mwanamke unampenda baada ya kumpata. Usimtamkie kwa mdomo. Tafuta namna ya kumuonyesha upendo kwa namna nyingine yoyote ile, lakini sio kwa kumtamkia kwa mdomo. Pasababu hivo, kwa sababu unavyofanya hivyo automatically yeye atajua kwamba the moment unazidi kufanya na kupenda na kupenda na kupenda leo, kesho, kesho kutwa atakariri kwenye fikira zake kwamba huyu mmm, ananipenda kweli na ataanza kupima hilo. Sasa akazidi kupima na akabaini kwamba kweli unampenda umeumia. Kwa hiyo ajalishi unampenda vipi? Ficha, usimtamkie kwa mdomo. Fanya tu kuna vitu vingi sana mnaweza mkafanya mka exchange hisia na vitu kama hivyo. Chezeni pamoja, kuleni pamoja, kuwe ni marafiki, pigeni sana story. Have fun, msiwe serious sana, lakini usimtamkie kwa mdomo tena wako tena kwa kujirudia rudia kwamba unampenda. Hilo ni kosa. Atakuumiza, atakusumbua, atakutesa. Mwache ahisi kwamba muda wote, there is something to prove. Moishe unazo options nyingi. Na formula ni moja. Never have one.